Tumsifu Yesu Kristo. Niwakaribishe tena kwa mwendelezo wa tafakari zetu ambapo tunaendelea na kile kipindi tunaita kwa Kilatini Easter Triduum, yani zile siku tatu muhimu ambayo uh, ni Alhamisi kuu Ijumaa kuu na Jumamosi kuu zinazotupeleka kabisa mpaka Pasaka. Ni siku muhimu. Tumesha washirikisha siku ya Alhamisi kuu, ambapo kwa kukumbuka tu kujikumbusha Alhamisi kuu, tunakumbuka kuwekwa kwa sakramenti kuu mbili, sakramenti ya Ekaristi Takatifu na sakramenti ya upadirisho lakini vilevile vile Yesu alivyoweka ile amri kubwa kabisa ya kupendana kupendana na kuhudumiana. Leo nakuleteni tafakari ya Ijumaa kuu. Hizi siku tatu za zinazotupeleka mpaka Pasaka ni za kipekee kabisa, kwa sababu siku hizi tatu maadhimisho hayo yanatokea mara moja kwa mwaka ndio maana taasisi mapadre, kwa vile anatokea mara moja kwa mwaka, unakuta lazima tujiandae kwa makini, vinginevyo kitu tunachokiadhimisha mara moja kwa mwaka unaweza kasawa hata kitu kidogo, halafu isiwe vizuri. Ijumaa kuu ni siku ambayo ina vitu vilivyo makini sana. Kwanza, kitu cha kwanza, Ijumaa kuu hakuna misa, tunaadhimisha kufa kwa Bwana wetu Yesu Kristo na ndiyo maana hata e, nchi nyingi ulimwenguni hasa zilizo miongoni mwa Wakristo unakuta ni, ni, ni siku ambayo ni ya kupumzika mapumziko. Kufa kwake Bwana wetu Yesu Kristo msalabani eh, ni kitu kikubwa sana kwa sababu ni kupitia mateso na kifo wewe na mimi tumekombolewa, lakini siku hiyo, vile unakumbuka, tutakuwa na msalaba, kuna kuabudu msalaba eh. Heshima he, kwa wa yes. Msalaba wa bwana wetu Yesu Kristu. Ni kwa njia ya msalaba tumeweza kukombolewa, na tunakumbuka kabisa mateso ya bwana wetu Yesu Kristu, na kama ilivyokuwa Jumapili ya Matawi, hata mateso yatasomwa kwa kirefu eh. Na, na, na, na, na kwa siku ya leo yatatoka injili ya Yohane na yataimbwa vizuri sana, lakini Jumaa kuu vilevile huwa tunaombea nia mbalimbali, zipo nyingi sana. Kwa ibada ya Jumaa kuu ni nzuri sana na nyuwe yote mnafahamu hata Ijumaa kuu inavutia watu wengi sana, hata wengine ambao si, si wa Katoliki au si wa Kristo wanakuja kuhudhuria, lakini vilevile asubuhi pale eh, utakuta tunasali njia ya mwisho ya msalaba kwa kipindi cha Kwaresima. Ndio maana kwa Ijumaa kuu usisahau, umekuwa kila mbuzi, sasa umebakiza mkia umalizie kwa njia ya msalaba ya mwisho kutafakari mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa masomo yanayotuongoza yapo kama kawaida, kama nilivyosema, kwanza kuna hiyo tafakari ndefu eh, ambayo ina, inatueleza mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo lakini vilevile Eh, vilevile kuna somo la kwanza ambalo tatoka kitabu cha Nabii Isaya sura ya 52, eh, mstari wa 13 mpaka sura ya 53 mstari wa 12 ni kuombe usome na utafakari. Somo la pili, kitabu kwa Waibrania, waraka kwa Waibrania sura ya 4 aya ya 14 mpaka ya 16 na sura ya 5 mstari wa 7 mpaka wa 9, na injili kama nilivyokueleza ni injili ya Yohane sura ya kumi na nane aya aya ya kwanza mpaka sura ya kumi na tisa aya ya arobaini na mbili. Lakini sasa, mimi kwa tafakari yangu hii leo kabisa sitasoma masomo, ila nitakuletea kifungu mistari michache ambayo inaeleza Yesu alipokuwa msalabani. Tunapokumbuka haya mateso ya ya Bwana wetu Yesu Kristo hakuna namna yote ile tukakwepa kuongelea msalaba, na ili kuongelea msalaba, japo sitaenda ndani sana, ninacho kilenga ni wale watu wawili waliosulubiwa na Bwana wetu Yesu Kristu pale msalabani, mmoja upande wa kulia na mwingine upande wa kushoto. Ndio maana utakuta mahali pengine kuna msalaba mitatu wa Yesu katikati Alafu na mwili mmoja kushoto na mwingine kulia. Sasa ninachukua sehemu hii kutoka injili ya Luka na kipindi hiki cha eh, m hawa watu wawili ambao walisubiwa na Yesu eh, wao walikuwa na makosa. Yesu hakuwa na makosa, na tunawakuta kwenye hizi injili pacha eh, eh, Marko, Matayo na, na, na Luka Injili ya Yohana hawawezi, hawatajwi. Sasa nimeona, nimiona tafakari yangu ni nikuletee hapo. Nasoma sasa Luka sura ya 23 aya ya 39: Mmoja wa wale wahalifu walio tundikwa msalabani alimtukana akisema, maana yake alimtukana Yesu. Je, si kweli kwamba wewe ndiwe Kristo basi jiokoe mwenyewe, utuokoe na sisi pia. Mstari wa arobaini nasoma. Naye lakini yule mharifu mwingine akamkemea mwenzake akisema, wewe humwogopi Mungu hata kidogo. We umepata adhabu hiyo hiyo, wewe na mimi tunastahili, maana haya ni malipo ya yale tuliyotenda, lakini mtu huyu hakufanya chochote kibaya. Kisha akasema ee Yesu, unikumbuke wakati utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamjibu na kuambia, kwa hakika, leo utakuwa pamoja nami peponi. Neno la Bwana. Haya manane, ay, sorry, haya maneno kuanzia hiyo Luka sura ya 23 mstari wa 39 mpaka 43 yanayosimulia juu ya hawa wezi wawili. Nadhani sijawahi kuhubiri juu ya hapo tangu niwe padre, lakini nimeguswa kwa siku sikutaribia, wiki nzima, yamenigusa sana. Na kilichonigusa ni juu ya wezi hawa wawili. Wao wamepewa adhabu ya kufa msalabani kwa sababu walikuwa ni wana makosa. Yesu hakuwa na makosa. Yule mwizi wa kwanza, unaona navyo kama kumdhihaki Yesu, wewe ni Kristo jiokoe na sisi utuokoe. Ni maneno ambayo si mazuri, ni kama ya kejeli na kadhalika. Lakini tafakari hii inalenga yule mhalifu aliyemjibu yule mhalifu mwenzake kwamba we humogopi Mungu. Sisi tumepata adhabu hii ya kuwekwa msalabani hapa. Walikuwa wametundikwa watatu na Yesu pale msalabani, wote watatu. Sisi tumepata adhabu hii, tunastahili. Huyu astahili. Afu akamwambia Yesu nikumbuke, eh? Akamwambiaje? Maneno ni yasome yenyewe kabisa eh? Akasema e Yesu eh? Luka ishirini na tatu eh? lakini yule mwarifu mwingine akamkemea mwenzake akisema, we umwogopi Mungu hata kidogo. Alafu anaendea sema, kisha akasema, e hey Yesu, unikumbuke wakati utakapoingia katika ufalme wako. Na Yesu anakamjibu nakuambia, kwa hakika leo utakuwa pamoja nami na peponi. Yaani, kama kuna watu unaweza ukamwonea wivu mtakatifu, ni huyu mwizi na makosa yake yote na nini, ametubu dakika za mwisho, na Yesu anamhakishia, Yesu mwenyewe, Mungu mwenyewe, kwamba kwa uhakika utakuwa pamoja nami na peponi. Huyu huyu mwizi huyu, au mhalifu huyu, alitubu kabisa, akakiri kosa lake kwamba nastahili pamoja na mwenzangu, lakini mtu anayeweza kuniokoa kwa maisha ninayoenda baada ya kifo ni huyo, kwa sababu alimtambua Yesu kama Mungu na akamwomba mkumbuke katika ufalme wake. Umenigusa sana huu mstari, na utaendelea kunigusa mpaka usiku. Nilikuwa nafikiria nitakapokuwa naadhimisha jubile yangu ya miaka ishirini na tano siku chache, miaka michache ijayo, nitaweka kama kumbukumbu kumbu yangu ya wakati huu kwamba Mungu amenifikisha miaka ishirini na tano ya upadre. Ni wazi kuzangu za kuishi zinakuwa zimebaki chache kwa vyovyote kuliko nilizoishi na maovu yangu na mema yangu niliyotenda. Nitamani nije niandike wakati utakapofika, kwamba Mungu Yesu anikumbuke katika ufalme wake, kwa sababu sote tunaelekea huko, na nadhani pengine hii iwe sala ya kila mmoja wetu, kwa sababu wote tunaenda huko ambako wenzetu wametutangulia. Tumwombe Kristo huyu aliyesulubiwa msalabani akafa kwa ajili yetu atukumbuke katika ufalme wake. Kuna mambo machache ambayo naona nawona ni muhimu tuyatafakari. Kitu cha kwanza ambacho ningependa kushirikisha ni hiki kwamba yule mwizi au mharifu Alitambua umungu wa Kristo kwamba Kristo ni Mungu. Huyo mharifu wanasema alikuwa mwizi, hakuona tu mwili uliojeruhiwa wa Bwana wetu Yesu Kristo bali aliona umungu wa mwana wa Mungu ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo. Alimwamini hata wakati wanafunzi wake walikuwa wamekimbia. Wanafunzi wake wakuwepo pale msalabani isipokuwa Yohani. Wengine walishaogopa aliendelea kumwamini huyu mwizi akiwa pale msalabani. Tunafundishwa kwamba mimi na wewe tuwe na imani na imani ya kweli inabidi ione mbali, si kwa macho ya mwili bali kwa macho ya roho. Huyu mhalifu alikuwa na macho ya mbali, alimuona Yesu kwa hapa kimwili, lakini alimuona zaidi kwa macho ya kiroho, akijua kwamba mbeleni nakwenda dakika chache masaa machache na kufa, akaona mbali. Tumwombe Mungu huyu Kristo msulubiwa, hatujalie macho ya kiroho zaidi ya macho ya kimwili, tuone mbali, tumwamini Kristo msulubiwa na tuwe na imani naye kweli, tupate macho ya kiroho. Watu wengi tunakupata macho ya kimwili macho ya kiroho hatuoni, na kama hatuna macho ya kiroho hatuwezi tukaingia katika ulimwengu wa roho. Mambo ya imani, mambo ya kimungu yako katika ulimwengu wa roho. Ukibaki katika ulimwengu wa kimwili, hautaweza kuona ukweli wa kimungu. Kitu cha pili ni toba ya kweli. Huyu mharifu wa pili alikiri kuwa na stahili adhabu tofauti na Yesu, ambaye hakuwa na kosa, hakujitetea bali alinyenyekea. Tujifunze tuwe na toba ya kweli na toba ya kweli huanza na kukiri dhambi na kumwendea Yesu kwa moyo wa unyenyekevu. Tunapoongea toba, labda nigusie kidogo, japo si dhambi, si lengo langu, sakramenti ya kitubio. Tunaposema mtu naenda kutubu, inabidi iwe toba ya kweli, au napo tubu mbele ya Mwenyezi Mungu kwa kosa lako, kwa dhambi zako, iwe toba ya kweli, sio ile. Kwa mfano unasema ah, ngoja niende kwa padre kujiosha tena. Waamini wengine watumia neno baba paroko, naomba kuoga. Kuna kipindi mama mmoja ni kuja akasema, baba, naomba kuoga. Ah, nikashtuka, mama, naomba kuoga hapo kwa nyumba ya mapadri? Sasa mimi nilikuwa sijazoea lugha ya waamini wale. Baada kasema kuoga, unatoka kwako unakuja kuoga hapo nyumba ya mapadri, kweli we mama Banda akaniambia hapana nataka kuoga kiroho ndio nikakumbuka kwamba ni sakramenti ya kitubio nilikuwa sijui. Kwa ni zaidi ya kuoga kiroho usiku kiroho usiku kimwili. Kwa hiyo toba ya kweli itoke moyoni na tudhamirie kutetenda dhambi hizo tena kama ninavyosemaga mara kwa mara. Dhambi kutenda dhambi iwe ni ajali hukupanga. Lakini hivi kusema ngoja nitende dhambi kesho naenda kwa padri pado bali kwa nimetenda dhambi nimefanya moja mbili tatu, nimefanya moja mbili tatu, basi kasari Baba Yetu tatu na Salamu Maria tatu. Hiyo siyo toba ya kweli hata ikibidi ulie, utoe machozi kwa dhambi ambazo naku umezitenda. Kitu cha tatu, huyu mhalifu amenifundisha kitu kimoja, kuomba kitu kilicho muhimu. Unajua huyu mwizi hakumwomba Yesu amshushe msalabani aepukane na yale mateso ya kuwa msalabani. Pengine wengi wetu tungesema tuombe msaada, we Kristo tushuke hapa msalabani, hata na wewe utoke. Lakini alisema mimi tu siombe msamaha, msamaha wa kushusha msalabani, ila nikumbuke katika ufalme wake wa milele. Watu wengi tunaomba mambo ya kidunia, afya njema, mali, familia nzuri na kadhalika. Sijui ni kwa kiasi gani huwa tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie uzima wa milele au mambo ya kimungu. Mungu niongeze imani. Mungu nijalie nifo kifo chema. Mungu ajalie wa watoto wangu hao wawe na wampende Mwenyezi Mungu. Mungu nijalie niishi vizuri na majirani zangu. Sijui ni kwa wakati gani vitu hivi ya kiroho huwa tunaviomba kwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Tujifunze kwa huyu mhalifu. Lakini cha nne yenye kushangaza, neema ni nini? Neema ni kama zawadi ambayo mtu anapewa bila kustahili, gratis, gratis. Yesu alimjibu yule, tumesikia alivyomwambia: nikumbuke katika utawala wako, katika ufalme wako. Yesu alimjibu, leo kwa uhakika utakuwa pamoja nami na peponi. Yule mwizi aliingia peponi si kwa matendo, bali kwa neema ya Mungu. Kama ingelikuwa ni matendo yake ndio yamemstahisha ya kuingia mbinguni uhalifu wake, kwa vyo tasingire weza kuingia, ila ni kwa ajili tu basi ya zawadi tu gratis, zawadi kutoka kwa Yesu Mungu mwenyewe akaweza kuingia peponi. Ndugu zangu, tufahamu kwamba wokovu tuliopewa na Yesu tunayemkumbuka leo kwa kufa msalabani, wokovu huu ni zawadi ya bure, bila bilashi kutoka kwa Mungu. Wala si malipo kwa yale matendo yetu mema sisi tunayokuwa tumetenda hapa duniani, hapana. Wote wanaotubu kwa moyo wa kweli wanapokelewa na Yesu. Kumbe tumwombe Mwenyezi Mungu azidi kutujalia hicho kitu kikubwa sana na yale yote niliyowashirikisha. Lakini Isaya sura ya 55 mstari wa sita mpaka wa saba tunasoma hivi: Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Mtu mbaya anaache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana, naye atamhurumia. Ndugu zangu, Mungu yuko tayari kuwasamehe wote wanaotubu na kumrudia kwa moyo wa kweli. Je, wewe umetubu kipindi cha Kwaresma wewe unapotaka ta kusherekea Pasaka hii umemrudia kwa moyo wa kweli? Kama hujafanya hivyo, kwa nini? Kama umefanya hivyo, hongera. Lakini Zaburi ya hamsini na moja mstari wa kumi na saba inasema hivi: sadaka za Mungu ni roho iliyovunjika moyo, uliovunjika na kupondeka, E Mungu, hutaudharau. Ndugu zangu Mungu hujali moyo wa toba pamoja na unyenyekevu. Natumalizie kifungu hicho cha Yohane sura ya sita mstari wa 37, yeye ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Kumbe Bwana wetu Yesu Kristu hui msubiwa wapokea wote wanaomjia bila kujali kujali yaliyo pita. Ndugu zangu tunapoa tunapo karibia mwisho wa tafakari hii, mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, kuteswa msalabani. Nina imani wewe na mimi sote tunapitia magumu, ila nikuhakikishie kwamba magumu unayopitia sasa, misalaba uli, uliyo nayo leo ikupe nguvu kwa ajili ya kesho. Usikate tamaa. Beba hayo magumu na misalaba kama Bwana Yesu, anguka na kusimama, omba hata wengine wakusaidie msalaba, kama wale watu walivyoomba Simoni wa Krena akamsaidia Yesu kubeba msalaba, uende nao mpaka Kalvari, kama Yesu alivyofanya. Na kama ndege wa angani ambaye, ambaye yeye huwa akiinuka tu ndege huyu ndege na mbawa zake habebi mzigo wowote ule, yeye anaruka peke yake. Tujifunze kitu kimoja na ni hiki: ule uchungu toka kwa watu waliotumiza uzuni zetu kwa kupoteza wapendwa wetu, mali zilizoibiwa au kutapeliwa au kupotea, kuachwa na wenzi wetu wa ndoa, watoto wetu pengine wamemrudia Mwenyezi Mungu bila kutarajia, marafiki walio tuacha tuterekeza njia panda bila matarajio yetu, chuki, hofu na mengine mengi. Hebu Pasaka hii tuwe kama ndege ambao daima hawabebi mzigo wote zaidi ya mwili wao wao. Tusherekee Pasaka mwaka huu tukiwa wepesi na daima tutembee tutembe na safari hii hapa tunayoifanya iwe nyepesi kimwili na kiroho. Katika yale yote unayopitia na hasa magumu, Yesu yuko tayari kubeba mgongoni kama alivyobeba msalaba wake. Kumbuka kuwa maisha haya ni mafupi lakini mazuri pia. Hakuna juaye ya kesho, yafurahiye. Yesu anakupenda sana. Tuendelee kutafakari mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mateso haya yatustahilishe, hata tunayoyapata sisi wenyewe yatustahilishe wokovu, na pengine Mungu anaweza kuruhusu mateso katika maisha yetu kwa nia fulani, labda kulipia dhambi zetu tulizotenda hapa duniani. Maana tunaweza tukalipia dhambi hizo hata baada ya kutubu, adhabu zake bado zipo hata baada ya kutubu. Tukaripia adhabu hizo hapa duniani au toharani. Au Mungu anaweza kutuletea mateso akitaka tushiriki mateso na Bwana wetu Yesu Kristo. Nikwambie usikate tamaa. Kama ni mwanafunzi, masomo ni magumu, usikate tamaa. Hujaripiwa karu na wazazi wako, usikate tamaa. Huna mahali pa kulala, usikate tamaa. Asubuhi nilikuwa naona klipu moja ya baba mmoja ambaye alikuwa anaishi kwenye tanuru tanuru ya kufiatua tofari. Mtu amefiatua tofari akapanga tanuru akalichoma. Siku na milango ile wanapokuwa naweka eh, moto, moto ni wazi umeshazimika. Yule bwana ameachwa na mke wake kwa sababu hana nyumba, alikuwa na panga, mwenye nyumba akawafukuza na vitu, mke wake akarudi nyumbani kwao. Yule bwana kwa siku saba akawa nalala kwenye tanuru. Mwenye tanuru anaenda kuliangalia kama limeishapoa vizuri. Aanze kutoa matofali, jenge nyumba na mkuta. Yule bwana vipi? Akasema sina mahali pa kulala. Akasema sasa ujiandae, mimi kesho nataka kuja kutoa haya matofali kujenga nyumba. Fika unalala kwenye tanuru kule chini. Ndio yule bwana akamwambia, basi nipate miezi miwili nikae huko nijipange. Watu na shida nyingi hapa duniani, unaweza ukawa unaishi kwenye nyumba nzuri, lakini ikawa ni tanuru ile, haina uzuri wowote. Unaweza ukawa ni jirani, jirani akawa ni tanuru Uwezo kuona, ishi na mme wako mke wako mke wako akawa tanuru. Tuombeane sana kwa wapendwa, tuendelee kumwabudu Kristo aliyekufa msalabani, tuazimishe siku ya leo vizuri sana na tuombeane hasa kwa namna ya pekee wale wanaoteseka. Yesu, mapenzi yake yatimizwe, lakini zaidi ya yote tumalizie kwa kusema Yesu unikumbuke katika ufalme wako. Tumsifu Yesu Kristo. Halo, kwa majina naitwa Doto Simon Maganga, meneja wa Nazareti Kantini Tabora na John Paulo hosteli ambazo ziko chini ya jimbo kuu katoliki Tabora. Huduma zetu kwa mgahawa wa Nazareti ni chakula na vinywaji kuanzia kifungua kinywa, chakula cha mchana na chakula cha jioni. Tunatoa chakula cha mbalimbali vikiwemo vyakula vya kimataifa, samaki, nyama, kuku, nyama choma, mbuzi choma, kuku choma, vyote katika hali ya ubora na usalama, na tunazingatia afya ya mteja. Pia katika hosteli yetu tunatoa huduma malazi na huduma ya kifungua kinywa. Mgao wetu upo karibu na hosteli ambapo mtu anapata malazi pia, ni karibu kuja kupata huduma zingine mbalimbali za vinywaji. Nazareth kantini inapatikana karibu na mahakama kuu Tabora, ama kanisa kuu, inafikika kwa urahisi bila tatizo lolote. Ukimuuliza mtu atakuelekeza, mwambie nataka kufika Nazareth kantini, iko mkabala na mahakama kuu. Kwa mawasiliano zaidi jinsi ya kutupata unaweza ukatumia namba za simu zifuatazo 0656436410 ama 067493 Arobaini na tisa, arobaini na sita. Karibuni sana mpate huduma bora safi na salama.